Kwa kawaida wasanii wengi wanatumia vipaji vyao ama talanta zao, unaweza kuita haswa, muziki kueneza ujumbe mbalimbali kwa hadhira inayokusudiwa. Mjini Mombasa pwani ya Kenya, msanii wa nyimbo za kizazi kipya Kelvin Omondi maarufu Oms Lo Montana anatumia kipaji chake kueneza amani kwa kuwashawishi vijana kuacha uhalifu na pia kuacha kujiunga na makundi ya kihalifu. Msikilizaji, makala ya Nyumba ya Sanaa juma hili inajielekeza kule pwani ya Kenya, katika mji wa Mombasa, kuangazia namna msanii huyu alivyobadili maisha ya vijana wengi kwa kutumia sanaa ya muziki. mimi ni Steven Mumbi nakukaribisha katika makala haya ya Nyumba ya Sanaa. Msikilizaji, kabla hatuja anza kuangazia sanaa hii ya muziki wa kizazi kipya wa hip hop, kwanza tujiweke sawa na kibao hiki sumu ya teja. Anaitwa Vitali Maembe kutoka nchini Tanzania.

Chizye, mwenze machizye mwenzenuna ozeyasegelea. Askari walinikamata na bangi mbili mkononi, mastono ameni rukia na kubeli mdomoni. Askari walinikamata na kete mbili mfukoni <mimitation> Msikilizaji, unaambiwa sumu ya teja segerea. Segerea ni gereza la mahabusu lililopo hapa jijini Dar es Salaam. Unamsikia hapo Vitali Maembe anakuambia sumu ya teja Segerea, maana yake teja huyu mwenye uraibu wa dawa za kulevya aliyetumia kwa muda mrefu akienda gerezani akitoka mara baada ya kuto kutumia kwa muda mrefu anakuwa amepona. Na sasa tujielekeze kule mjini Mombasa katika pwani ya Kenya, na ungana na mwenzangu Diana Wanyonyi ambaye amefanya mahojiano na msanii huyu Oms Lo Montana. Diana kwanza atufahamishe kwamba jina hili la Ohms Law Montana kwa nini alichagua jina hili wakati kuna majina mengi ya kisanii angeweza kuchagua? Okay, first ilianza na Ohms Law. Ohms Law kama ulifanya physics, way back in high school nikiwa wa wamakata imara hamisi kama unakumbuka shule nika form 3, nakumbuka hiyo niko nafanya physics, niko napenda sana physics and wanafunzi uh, walikuwa wanapenda kuniita oms oms law oms law, so like uh, after high school. Sasa hapo hivyo uh, kukakuwa na nafasi ya uh, kuikuwa na mseto campus tour, nakumbuka very well uh, ku, nikienda kuperform pale kwa stage nikaulizwa, jina lako losa nini nani Sikuwa sure about my stage name ni gani? So like hapo ndo nikaangalia the crowd, the audience, nikaangalia audience pale naona watu wa electrical engineers, naona watu wa my engineers walikuwa kibao. So nikasema ohms ohms law. Mm -hmm. So kuanzia hapo ni ohms ndio jina ika stick mpaka leo. Yeah. Alafu mm -hmm. Vile ni pia napenda pia mambo ya physics, mambo ya electricity. Mm -hmm. So jina ambayo mimi ni fit poa sana. Ni. Yeah. Hii usanii ulianza mwaka gani na kitu gani kilikupatia msukumo? Nilianza mziki uh, before nianza mziki nakumbuka very well, nikiwa Hamisi high school form 3, nilirepresent my school kwenye uh, national level in Kisumu uh, kwa rap category but hapo nilikuwa sichukuli mziki kama, kama ile yani nilikuwa sichukuli na yani nilikuwa sichukuli ile serious. So after high school like I didn't have anything to do. Wakati huo pia nikupata pesa kwenda college ilikuwa ni ngumu. So like nikaanza kufanya mambo na freestyles, nafanya cyphers uh, niki rap battles mtaani tu. So nakumbuka after 2014 ndo ilikuwa my first time kuingia studio so naweza sema mziki nilianza 2014 yani, harakati zangu za hip hop zilianza kitambo sana ni. Yeah, nikianza mziki tayari nilikuwa nishajua nataka kufanya nini kwenye mziki. ujumbe gani inatoka katika mziki zako? Okay. mziki wangu basically ni, ni, uh, ni mambo na preventing violence na extremism, through hip hop and uh, niko na program ambayo inaitwa acha gun shika mic Acha gan shika mik basically ni gan but acha uhalifu, acha kitu ambayo aisaidii the society. Shika shikami, si lazima uwe msanii ushike mi, do something ambayo italeta positivity kwenye society mi. Unaweza kufanya biashara zako, mambo na entrepreneurship okay, so kwa sababu mi natokea Kisauni, the hotspot of crime, mavijana wengi sana wameuliwa mtaani kwangu and like watu ambao nimegrow nao nimecheza nao nimecheza ni, ni nao mpira fut, uh, football tuka utotoni. Mavijana wengi sana wameuliwa sana na mi onasema tumezika talents. Mi naona sijawazika ati, mi naona tumezika talents so hiyo ndio kitu ilinipatia changamoto kama mimi uh, wenzangu mtaani wakiniona ah, Omslo sahizi tunamsikiza kwenye maradio mm -hmm. tunamwona kwa ma TV, mbona mi nisiwe kama Omslo? So mimi kama kio cha jamii uh, what I'm trying to give back to the society ni kuambia mavijana kuwa crime doesn't pay, na hapo ndo hiyo program ya acha gun shika mike ikatokea. Ni kuambia tu mavijana kuwa crime doesn't pay mm -hmm. na pia the main vision ya acha gun shika mike is mm -hmm. To see a peaceful and collaborative society free from juvenile gangs. Mavijana wengi sana ni wamekuwa hapo, yani kukata tu mapanga ambao haisaidi mm -hmm. shona, so hiyo ndo kitu imenipatia motisha ya kuendelea kufanya hii project. Mavijana wengi saizi wame change, nakumbuka before tuli, tuli, tuli organize event, tuko na event inaitwa Coast Pop Arena The coast paparena ni kuwapatia mavijana uh, nafasi kuwapatia uh, hizo talents ambao kuwapatia exposure, kuwapatia platforms because kuna talent nyingi sana ambazo wasikui supported. So msanii um, asipokuwa supported anaona kama anavunjika morali, alafu anafanya vitu ambazo zisaidi. Ushaona mm -hmm. so like first tulifanya we'll peace edition, ambao peace edition wakati wa okay election Mombasa, naweza sema it was the, one of the peaceful county In Kenya wakati uh, mimi naweza sema hii event ilichangia sana kwa hiyo issue. Alafu achaganshi kama hiki saizi mtaani saizi mavijana ambao maybe wamevunjika morali kufanya ku, ku, uh, ku, wamevunjika morali mavijana ambao walikuwa tayari wameshajiingiza kwa, mtari, uh, kwa crime. Saizi wamepungua wengi sana, wamepungua saizi wanafanya mabiashara unaweza kuwapata kwa Kongowea wanauza manguo wanafanya mabiashara zao, wengine wamekuwa makondakta na wengine wanafanya mabiashara zao tofauti tofauti. So mi nazasema kuna mavijana wengi sana wamechange, sasema the exact number, but mi niko shua sana mavijana wengi sana wamechange through sa, hiyo uh, program yetu ya chshikamak. Na ni kitu gani kinachangia vijana kujiingiza katika uhalifu? Okay, kuna mambo kibao sana ambayo inachangia uh, a chenye nilikuja nikafanya nika, nika research yangu ni kuwa uh, pe ajua huku kwetu uswazi uh, mzazi anatoka asubuhi anaregea usiku, hajui mtoto wake the whole day amefanya nini. So mi uh, poor parenting an maybe uh, mambo na pia pressure pia, uh, mavijana wengi sana anna mwenzake ah, anafanya hivi pia ata kufanya hivyo, umeona? Like alafu pia kuna pia like kijana saizi like, kuna vijana wengi sana wameuliwa na wameuliwa wamepigwa uh, marisasi. mm -hmm. So ukiona kama mwenzako amepigwa risasi unasikia vibaya, kwanini amepigwa risasi? So una try kuf, kufanya revenge, wengi wanauliwa kwa hiyo ishu mm -hmm. yeah, mimi nasema kitu kama hiyo yeah, Alafu na pia maybe vitu ambao wanaangalia kwenye media, um, kijana anataka kupata pesa za haraka, so hizo ndo vitu ambao zinachangia sana vijana wana, wana, wanapotezwa mm -hmm. yeah. wakati ulipoanzisha huo mradi wa wacha gan shika mic uliungwa mkono na vijana na ulitumia njia gani kuwashawishi kwa kusikiza mi? Yeah, natumia tu arti yangu talent because wengi wao, wengi wananijua kama msanii like unatumia, nachukua hiyo platform ya usanii, hiyo advantage ya as in, kila place nikienda kwenye ma interviews kama ni radio, TV, lazima ni preach hiyo issue ya kuwa mavijana crime doesn't pay. So hapo ndo nachukulia advantage, so mavijana tayari, because kama wanadownload my music, wanaingia YouTube, wana wanaangalia ngoma zangu wa, kwenye radio lazima wanisikize, TV lazima waangalie, na nikiwaambia such kind of message lazima watanisikiza so mi unatumia media natumia, natumia nikiena ni, ni, ni interview kwa, kwa, kwa, kwa gazeti lazima nitumie niwambie ni, ni, ni mavijana kuwa crime doesn't pay, so lazima ni preach that message. So hapo ndo mavijana tayari wana, wana, at least wanaanza wana kunisoma vizuri sana yeah. <tipedio> <tipedio> Msikilizaji, tuvute pumzi. Hawa wanaitwa Tiptop Connection. Kibao kinaitwa riziki. Ukipata buku sidharau mia ndo kwanza bado wanasumbuka mizika zijafunguka wanafiki wana wanaitwa Tip Top Connection. Ridhiki usipuuze, hiyo shilingi mia, shilingi mia mbili shilingi mia tano unaipata. Msikilizaji, ndio maisha yanavyokwenda. Muhimu mkono uende kinywani kwa njia za haki, hakikisha unatimiza wajibu kwa ufanisi mkubwa. Kama ndio kwanza unafungulia redio yako, yani makala ya nyumba ya sanaa yanakujia moja kwa moja kutoka RFI Kiswahili, nami ni Steven Mumbi na tunaangazia sanaa ya muziki wa kizazi kipya muziki wa hip hop e, kutoka pale pwani ya Kenya katika mji wa Mombasa. Mwenzangu Diana Onyonyi anazungumza na mwanamuziki anayefanya sanaa hii ya muziki hasa huu wa hip hop akifahamika kama Omzlo Montana ambaye amejikita kuangazia muziki huu kuhakikisha kwamba muziki huu unabadili maisha ya vijana, wanaachana na uhalifu na kujielekeza kufanya shughuli nyingine ikiwemo muziki. Wanyonyi, unaweza ukaendelea vipi? Kwanza anaonaje kuna haja ya wasanii wengine kufuata nyayo zake, kwa maana ya kwamba kuachana na uhalifu na kujiunga katika muziki? Uh, yeah, najua kila msanii akona call na kitu kama hii ambayo anafanya si ati ni, ni kitu inakuja tu hivi, it's a call from, najua it's a call from God. And kila msanii ako na, ukiingia kwa usanii unakuanga na, unakuanga na mission yako chini unataka kufanya. Mimi tangu niingia kwa usanii sikuingia tu ati nataka fame ama nataka nini. Ze mimi, what I really want ni kutaka kuchange my society nikiangalia, kisauni mazo saizi na feel like mziki hata yani, feel like si kitu kwangu because majorly kuongea tu ku, kuambia mavijana kwa mambo na crime mambo na extremism countering violence vitu kama hizo na try ku preach through my music, because kama msanii uh, watu wanasikiza my music, wakisikiza hiyo message ambayo natumia lazima watu watakuja kuchange so uh, ma-artist wenzangu mb maybe, ningawambia maybe, kama mnafanya mziki, ingekuwa inge poa sana, tuelimishe jamii, alafu pia media pia, mm-hmm. Such kind of support, kuangalieni pia m, uh, miziki ya, uh, ya, wanamziki ambao wanafanya positive message because right now uh, chenye nimekuja nime nikaangalia the media yetu ambao tuko nao hapa Kenya, they don't want to play the music ambao tuna iko na message mm -hmm. wanataka kuplay music ambao hazina message, hizi tu shallow music. So sisi mimi nikifanya muziki ambao nikuambia mavijana kuwa crime, nikiingia kuongea kuhusu mambo na crime uh, they don't play. I mean, the same media Kenya don't play my music. Me like I'm an underground artist mm -hmm. They don't play my music and mi una believe real hip hop aiko kwenye radio. Mimi na believe kama kioo cha jamii, yani your voice le, lazima itakuja kusikika one day ya kitu kama mm hiyo. -hmm. Yeah. Ah, yeah, mm -hmm. Yeah. Uh, ni changamoto zipi ambazo unakumbana nazo Omslo? Eh, uh, changamoto kibao, changamoto, venye nimekwambia media like mm -hmm. Uh, ukifanya positive message uh, music uh, they don't want to play your music. Mm -hmm. Wana yeah, wanasema wana the message is so hard, it's not radio friendly. Mm -hmm. But, but that's the truth. Hiyo ndo kitu inaendelea kwenye, kwenye society, so lazima we have to talk about it. Changamoto ingine ilikuwa ni maybe kwenda studio kurecord my music kitu kama hiyo, because unaweza kupata kuna message saizi like you want to talk about, kuambia vijana kwama kuna, kuna, kuna kitu, kuna kitu na happen na trend saizi na tayari umeshaiandikia, hauna pesa kwenda kurecord, so uta record baadaye kama hiyo kitu ishapitwa ni ishapitwa na wakati so hiyo pia inakwanga ni message, challenge kubwa sana mm-hmm. ya kitu kama hiyo maybe my events, big events ambayo maybe ikihappen upo nafasa kuperform up because you're doing uh, unafanya ili hardcore hip hop, so hiyo ndio inaanza kuwa inaweza sema ni changamoto kubwa maybe unapata, but inshallah all, all, will be well. Mimi na imani sana ita, ita fika. Una message gani kwa vijana? Uh, vijana kuna uwezo wengine ni kubwa sana ku make it Serikali mi nazasema uh, because 50-50 support kila mtu wengine, so ambao wamebahatika wamepata nafasi hawajapata nafasi, so mi nazasema uh, uh, yani kabisa in life I yani. Ukiona kama hii plan A aifanyi Try plan B. Ushona mm -hmm. So mi naambia tuma vijana work hard yani, preson ileile work hard extra hard yani, and mweke Mungu mbele yani, everything that you do mweke God mbele yani. Ushona mm -hmm. And mi na believe yani utafika place unataka. Asante yeah, awesome. Thank you so much yeah. So tumegro nai toka utotoni, nakumbuka tukicheza tapo siku za kitambo, Mshomoroni, ringa sana, mukila kuku na chapo. Kiraitha alikuwa boy humble, raised na single parent juu dad wake ndio alikuwa kambo, godfearing do alianza change tuna hapa kampo Asante sana Diana Wanyonyi kwa kuzungumza na Omslow Montana, msanii wa muziki wa hiphop kutoka pale mjini Mombasa, pwani ya Kenya. Mimi ni Steven Mumbi, msikilizaji nakushukuru sana kwa kuendelea kuitegemea RFI Kiswahili. Nifate mitandaoni, andika tinini Mumbi utanipata, na kuwaacha na kibao hiki. Ni wewe chakwao wamwiduka bendi kutoka nchini Tanzania, vionjo vya kiasili kutoka kabila la Wasafwa.